Amina. Amina. Sana jamani ah, yeah. Mungu ni wa ajabu jamani. Mungu ni wa ajabu sana kwa sababu sikutegemea kwamba kichwa ambacho nilikuwa nimekiandaa ni ndiyo kichwa ambacho pia mzee alikuwa amekiandaa, mpaka nikajiuliza nikasema pamoja pamojani, nikajua labda tulikuwa pamoja yani vilevile, ila ekatena, namshukuru Mungu kwa sababu zote lema zake kichwa cha somo kinasema kufunguliwa, kufunguliwa magonjwa na vifungo mbalimbali. Amina. Kila mtu ana vifungo vyake, ni tofauti tofauti, kila mtu anatembea na nini na kifungo chake. Amina, wapendwa Vipo vifungo vingi ambapo hivyo vifungo vimesababisha wengine wamekata tamaa kwamba hawawezi wakafanya nini wakafunguliwa, lakini kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Amina, ni kifungo gani ambacho Mungu anaweza akashinda kukifungua? Jamani, amina. Luka, Luka 4:18 hadi 19. mwenye nacho nambari some lo Bwana yu juu ya kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafunga kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena kuwaacha huru wasio setwa 19 na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. ishirini. Barikiwe Roho wa Bwana. Amina wapendwa, Roho Amen. Amen. wa Bwana amenituma ni waulie maskini habari njema, siyo maskini eti kwamba maskini labda wakula, hapana. Maskini wa neno la Mungu. Kuna okay, watu jamani, ni maskini wa neno la Mungu. Oh, amina. Kuna yeah, yeah, yeah, watu bado hawajaamini kupitia Mungu Yani kuna watu ni maskini kabisa, kifedha ni matajiri ila katika imani yao ni maskini. Hao sasa ndio ambao nataka ni wazungumzie leo, ambao Roho Mtakatifu amenituma nikaweze kusema nao Amen. Amina wapendwa, amina. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa maskini wa nini? Unapokuwa maskini wa chakula cha uzima, maskini wa neno la Mungu. Tulia hapa tuambie, amina wapendwa, amina Kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu kuepukana na umaskini wa nini? Wa imani. Kubali kushirikiana na wachungaji, kubali kuombewa. Amina wapendwa, unapojiona kabisa wewe ni masikini wa imani, uokoke. Amina wapendwa, uokoka katika roho na nini Ewe ndo wamesema tuwalishe maskini neno la nini, neno la uzima. Ukiwa tajiri wa neno la uzima, ukiwa kipofu utapona. Uki kwanza, ukiwa na neno la uzima, huwezi kufungwa. Amina, hicho kifungo kinatoka wapi? Kifungo hicho kinatoka wapi, wakati wewe umeokoka, unamwamini Bwana Yesu? Hivyo vifungo unakuwa unavisikia tu kwa wengine kwamba hivi, kumbe kuna vifungo. Eh, lakini vifungo kwako haviwezi kufanya nini? Kusogea, kwa sababu wewe ni tajiri wa nini? Wa imani. Unapokuwa tajiri wa imani, jitahidi kuwa karibu na wale maskini, eh, maskini wa imani. Kuna watu ni maskini hapa, yani, wakijikumba hata kusema kwa jina la Yesu, yaani Yesu katika vinywa vyao hawamjui. Hawajui hata kama Mungu yupo, yaani walishafungwa, yaani walishafungwa mpaka wakafungwa kwezi. Amina, wapendwa Hatutakiwi kuwa maskini wa nini? Maskini wa imani. Tunatakiwa tukae karibu na maskini wa imani, ili tuwaweze kuwafungua sisi wenyewe. Amina. Amen. Ukiwa maskini wa imani, ndiyo chanzo cha matatizo. Unaweza ukashangaa, anafungwa nafungwa, unafungwa kitu gani wewe? Ndio umejisababishia kufungwa kwako. Ukiwa maskini wa imani, maisha yako yatakuwa ni magumu ya kutisha. Amina, magonjwa kwako hayakati kwa sababu gani? Wewe humjui Mungu. Yani wewe yani unaishi ili mradi kuishi. Amina wapendwa, ukiwa maskini wa imani, unaweza ukalima shamba eka kumi, lakini ukaja kupata gunia gunia hili, hata gunia ni kubwa. Hauna imani.